Aa, ni siku ya hamsini. Leo ni siku ya hamsini tokea tumeanza kushuti dakika tatu. Safari ilikuwa ni ndefu na bado inaendelea, kwa sababu nitakuwa nafanya hivi kila siku kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu ambao mimi mwenyewe sijui, mpaka nione mabadiliko makubwa sana yanatokea katika maisha yangu. Nitaifanya kila siku dakika tatu. Aa, tokea tumeanza Safari ilikuwa ni nzuri, tokea tumeanza, tumeanza vizuri, unaona pesi yangu ya kufanya communication inazidi kuimprove kila siku. Mwanzoni mimi mwenyewe nilikuwa nikijisikiliza nachoka, yani mimi mwenyewe nikiweka dakika ya kwanza nachoka, lakini sasa hivi at least ninafanya one take. Nikiwasha kamera, ninaongea dakika tatu tokea zinaanza mpaka zinamaliza, bila kukwama. Nikikwama, we are not perfect, kwa sababu bado nina improve kila siku hizi um, dakika tatu zinanifanya kila siku nianze nifikirie kitu gani positive cha kuongea. Kwa hiyo kinafanya ubongo wangu uwe nafikiria mara nyingi vitu ambavyo vina umuhimu kwangu, vitu gani ambavyo vitasaidia watu wengine nikiviongea. Kwa hiyo mara nyingi nakuwa nafikiria vitu positive. Ni tofauti kabisa na hapo awali, kabla sijaanza kushuti hizi video nilikuwa ninachukua muda mwingi kufikiria vitu vingine kufikiria vitu ambavyo sio vya msingi sana, lakini sasa hivi at least ninakuwa nafikiria vitu vya muhimu. Um, kuhusu safari inavyoenda, sometimes unakuwa hauna mood. Sometimes unaanza unapata ugumu kupata topic ya kuongea, lakini kwa sababu tunaishi kwenye mazingira ambayo yana matukio kila siku, tunakutana na vitu kila siku muda mwingine inakuwa rahisi muda mwingine inakuwa ngumu. Hivyo, kwenye kila kitu ambavyo, ambacho tunakifanya tukiwa tunataka ku achieve kitu, kuna muda tunakutana na vitu vigumu. Vitu vigumu tunaweza tukavipita, wengi wanaishia hapo kwenye vitu vigumu, wakikutana na changamoto wana wanaishia hapo. Kuna wengine wanazipita changamoto, afu kuna kitu kinaitwa kina, kuna kitu kinaitwa yani unakuwa kuwa board, sijui niweke kwenye Kiswahili gani kizuri ambacho kitaeleweka. Unakuwa board, yani unakuwa board kwa unafanya kitu sana mpaka unakuwa board. Sasa kwenye hiyo step pia watu wana wanaishia hapo, watu wengi wanaishia hapo. Wanaopita hapo mara nyingi hufanikiwa sana, ila watu wengi wanapita changamoto wanazipita afungua siku anakuwa bored na kitu wanachokifanya wanaacha. Kama umeangalia movie inaitwa Rocky, kuna kipindi Sylvester Stallone au Rambo, wengine wanamfahamu kama Rambo, kuna kipindi alikuwa anatrain sana ngumi, anatrain anafanya mazoezi magumu, anafanya mazoezi magumu, anachoka, anajipa motivation, anafanya mazoezi magumu, ila zemo alivyokuwa anakwenda, alikuwa anapewa sasa mazoezi ya kuchosha, yani sio magumu, mazoezi tu ya kufanya awe board. Trainer wake alikuwa anampuliza bubbles, mapovu, anapiga ngumi. Kitendo cha kupiga ngumi mapovu anakuwa board yani, sio anachoka, anakuwa board tu anaona. Ila trainer wake anajua kitu gani anakifanya. Kuna muda atapigana mpaka atakuwa board. Ile kitendo cha kuwa board inabidi kitoke. Kwa hiyo anampa kitu fulani tu akifanye ili awe bored. Anapiga tu ngumi yale. Anapiga ngumi yale mapovu. Mapovu yanarusha juu, anapiga ngumi. Mapovu yanarusha juu, anapiga ngumi. Kwa hiyo kuna difficulties tunazipita. Tukishapita stage ya difficulty tunakuja kuwa bored kwa sababu kitu tumeshakifanya, tumeshakizoea, tunaanza kuwa bored. Tu tukiwa bodi, tuki tukijitahidi tukipita hiyo steji, mafanikio inakuwa ni rahisi sana kuyapata. Niwape mfano wa, wa mwisho. Kuna movie inaitwa ni series inaitwa Severance. Hiyo series ni ya scientific na drama, yaani wenyewe, anyway, walikuwa wanafanya kazi kupita kiasi, afu walikuwa wanakontroliwa na mambo ya sayansi. Kwa hiyo, ilikuwa ukifanya kosa lolote kazini unaingizwa kwenye chumba hicho. Chumba kuna maneno ambayo unarudia, ni ya msamaha, inabidi uyasome paka mashine idetect kwamba huyu kaomba msamaha kutoka moyoni, ndio unatolewa kwenye hicho chumba. Sasa kuna watu wanakaa kwenye hicho chumba hadi siku tatu siku nne, anarudia maneno yale yale, ila mashine haijasoma kwamba huyu mtu ameomba msamaha kweli. Kwa hiyo wanarudia, wanarudia, wanaanza hivyo, wanarudia, wanarudia, wanarudia, wanarudia, wanachoka, wanarudia mpaka wana, wanakuwa bwadi anarudia bado tu anasoma ana maneno, nafikia muda anakuwa bored kiasi cha kwamba paka anaanza kufeel sasa kwamba nimechoka na hichi kitu. Anapokuwa amechoka, ndo anaanza kuconnect na yale maneno anayoyasoma, mashine anaanza kusoma kwamba kitu kime kimeingia kime sasa hivi, yani sasa hivi kweli ana feel pain na anaomba msamaha kweli. Kwa hiyo, jamani, kitendo cha kuwa bored Kipo kwenye stage za mafanikio. Kuna muda tu utakuwa bored. Kuna muda utakuta mambo yatakuwa magumu utapita. Kuna muda utakuwa bored. Kwa hiyo tukiwa bored, tusi tusikate tamaa wala tusiishie hapo. Tuendelee, tuendelee, tuendelee. Dakika tatu zangu zimepita, zimepitiliza lakini ni siku ya hamsini imebidi tu niwaelezee kila kitu ambacho nimekifeel, kitu gani na feel vipi mpaka kufika siku ya hamsini bila kuwacha siku hata moja. Amauti.